Acha kusogeza. Je, yeah, unajua hivi sasa maelfu ya watu wanaalikwa kuhamia Kanada hata kama hawajawahi kufika hapa hapo awali. Ndio, Kanada inatafuta kikamilifu wageni kutoka Asia Kusini, Afrika, Asia na kote ulimwenguni ili kujaza ajira halisi na kukuza jamii. Na sehemu bora zaidi, unaweza kuanza maombi yako leo mtandaoni kabisa. Kama unajiuliza maisha ya Kanada yakoje Fikiria usalama, miji safi, mishahara mizuri, elimu ya kiwango cha juu duniani na mahali ambapo utofauti ni jambo la kawaida. Watu wengi hawatambui kwamba tayari wanastahili. Kama unaongea Kiingereza, una uzoefu wa kazi, au unataka kusoma, unaweza kustahili mapema kuliko unavyofikiria. Sasa unaanzaje safari hii? Ni rahisi kuliko inavyoonekana ukishajua njia kuu: Express Entry, Mipango ya Mabingo, Vibali vya Kazi, Njia za Kusoma. Kila mmoja ni mlango unaweza kufunguka, kulingana na ujuzi na malengo yako. Hatua yako ya kwanza ni kujifunza jinsi mifumo inavyofanya kazi. Hakuna hadithi za uongo, hakuna njia za mkato. Ni taarifa wazi na za ukweli tu. Kwenye channel hii, tutakuongoza kwa video rahisi, nikina usha na hizi Canada, na hatua kamili za kuanza safari yako. Jisajili na uanze safari yako leo.